Pendwa unayetufuatilia katika chano yetu ya EM Media Insights, ninakukaribisha sana katika siku kumi hizi za maombi ambazo kwa kweli tunaenda kuona uso wa Bwana tukifunguliwa na kwa kweli, kila siku tutakuwa tunakupa hints kidogo kidogo za kuweza kufahamu nini kinajiri na hatimaye, kwa sababu unafuatilia somo zuri siku ya kwanza. Siku ya kwanza um, inasema mjue Yesu kama mwokozi wetu aliye hai. Hebu na tuombe. Baba, asante tunakushukuru kwa upendo wako. Tunapoanza siku hizi kumi, tunaomba ukaweze kutenda kazi katikati ya mioyo yetu, utufungamanishe pamoja na wewe, na hatimaye uwe karibu nasi kila siku tunapojifunza juu ya habari yako, ni katika jina la Yesu. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji, ninapenda nikukumbushe kitu kimoja kwamba Ukristo haujengwi juu ya falsafa au kumbukumbu za kihistoria pekee. Hapana, bali juu ya uhusiano hai na Yesu Kristo, na Yesu Kristo yuko hai. Kwa hiyo kumjua Yesu kama mwokozi wetu aliye hai ni msingi wa imani ya kweli na maisha ya ushuhuda. Mambo manne ambayo natamani uweze kuyafahamu, uh, katika siku ya leo na kila siku nitakuwa nakupa vitu vichache. Kitu cha kwanza, Yesu ni mwokozi aliyekufa na akafufuka. Kwa hiyo Yesu hakubaki kaburini, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, lakini alifufuka kwa ushindi. Biblia inasema kwamba lakini Kristo amefufuka katika wafu. Wakorinto wa kwanza 15 fungu la 20, inatupa habari hiyo. Kwa hiyo ufufuo wake unathibitisha kwamba una uwezo wa kuokoa kikamilifu na kumpa mwanadamu tumaini la uzima wa milele. Hilo la kwanza. La pili, Yesu anaishi na kutenda leo. Yesu si mwokozi tu wa jana, bali wa leo na hata milele. Na neno la Kristo la Mungu linatuambia kwamba, ukisoma katika Waebrania 13 fungu la nane, anasema Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Kwa hiyo anaishi, anasikia maombi yetu, anatuongoza na anafanya kazi katika maisha ya wanaomwamini. Kwa hiyo usihofu. Jambo la tatu, Yesu ni mwokozi wetu. Unajua Yesu aliye na ndiyo maana katika Waebrania 7 fungu la ishirini na tano anatuambia kwamba, basi anaweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu, wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Kwa hiyo hii inatupatia ujasiri kwamba hatuko peke yetu katika safari ya wokovu. Lakini jambo la nne, ndugu mtazamaji, naupenda kukumbusha kwamba kumjua Yesu ni kumkubali na kuishi naye. Kumjua Yesu si kumjua kwa jina tu mm -mm, bali ni kumkubali moyoni na kuishi kulingana na mapenzi yake. Yesu alisema na uzima wa milele ndiyo huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Ukisoma katika ombi zuri ambalo Yesu aliombea wanafunzi wake ni katika Yohana 17, lakini hiyo unaipata katika Yohana 17 fungu la tatu. Kwa hiyo katika siku ya leo, napenda nikukumbushe kwamba Yesu ni mwokozi aliye hai, anapenda, anaokoa, anaongoza na anahifadhi kila mmoja wetu. Anaalikwa si tu kumjua au kujua habari zake no, bali kumjua yeye binafsi. Leo mwitikio wetu uwe uwe ni kuishi maisha yanayomshuhudia mwokozi wetu aliye hai. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, mjue Yesu kama mwokozi wetu aliye hai inatukumbusha mambo hayo manne. Fanya jitihada kumjua yeye, na yeye ataweza kukufungua na kukufungulia kila fursa zilizo mbele yako. Hebu natuombe. Baba, asante kwa sababu wewe unaishi, uliishi jana, unaishi uishi leo na hata mbele Hebu tufundishe, tukufahamu wewe katika siku hizi kumi, ukatufungulie milango ya baraka, lakini zaidi kutufungulie namna ya kufahamu wewe. Ni katika jina la Yesu naomba tukushukuru, amen.